Kaunti nambari tano ambapo wakazi wa Lamu wamepinga vikali hatua ya serikali ya kutaka kubinafsisha fukwe za bahari na visiwa vya Lamu, wakishinikiza serikali kuboresha miundo msingi ya baharini ili kuinua uchumi wa Lamu. Uchumi mkubwa unaotegemewa na wakazi wa visiwa vya Lamu ni bahari; kuvua samaki, kukata mikoko, utalii, na usafiri wa pekee unaounganisha visiwa na bara ni bahari. Kwa sababu hiyo, wakazi wanapinga swala la ubinafsishaji wa visiwa na fukwe za bahari, wakidai hatua hiyo itawaathiri, na sehemu kama hizo zikibinafsishwa, ni hasara kwa jamii, kwa sababu namba ya kwanza watakosa access kwa sehemu kama hizo ambazo wanazitumia kwenda kuvua. Ma, ya pili itakuwa sehemu hizo zinawafaidisha watu wachache, wale ambao wanafaidika kwa mambo kama hayo. Wakazi wametaka serikali kuyapa kipaumbele maswala muhimu yanayoathiri uchumi wanaotegemea, ikiwemo kurekebisha gati ya Kizingitini, bandari wanayotumia wavuvi, ambayo imevunjika, badala ya kutaka kubinafsisha rasilimali za bahari kumnufaisha mtu binafsi. Pale vio pahali pa rasilimali yetu ndipo pahali ambapo tunafanya kazi yetu, tunapima pesa kambaa ka na kila kitu lau kwamba tutakosa jeti. Kwa hivyo hapa kazi yetu itakuwa ngumu sana. Na serikali badala ya kuangalia zile ishu zinazotufinya sisi kimaisha, inakuja bado kutugandamiza, kutupokonya rasilimali zetu. Sasa hapo, sisi hatujielewi ni kitu gani kinachoendelea kwa sababu ukiangalia ile jeti pale imebomoka bomoka. It is even a disaster in waiting. Kadhalika vijana visiwani hutegemea bahari kukuza talanta zao mbalimbali mbali, talanta ambazo pia ni ajira. Mashindano ya majahazi yakiwa mashindano makubwa ambayo yameendelea kuenziwa. Ni majahazi haya yanayotegemewa kufanya shughuli za uvuvi baharini. Na sisi kama maeneo haya ambayo tuko ndani ya visiwa Lamu, mashariki ni watu wanategemea bahari, tunategemea uvuvi. Kwa hivyo vyombo vya baharini vikiwa vitakuwa vikisherehesheshwa ni kwamba jamii nzima inakuwa nasheshesheshe na, na, na kufurahia hilo. Rahma Rashid, Lamu.